As well as recognize and influence the emotions of those around you. Kwamba ni uwezo wa wewe kujitambua na kumanage emotions zako lakini pia kurecognize na kuinfluence wote walioko walioko around you. Kwa mfano, so sasa hivi mmekaa hapa mmekaa watu wengi hapa zaidi ya 300. Kwa hiyo uwezo wako wa kuelewa emotions zako na kujua kwamba kuna wenzangu hapa, nikifanya hivi nitawakwaza, nikifanya hivi aidha e, nitaweza kuwa influence. Hiyo ndio tunaita emotional intelligence, na hii ilikuwa defined mwaka tisini na researcher mmoja ambaye alikuwa anafanya research, lakini uh, bwana John Mayer na Peter Salovey, psychologist huyu yeye ndio alikuja akapopularize zaidi kwamba ah, hiki kitu kweli ni kitu muhimu sana, kwamba mtu akijielewa, akielewa emotions zake, akijitambua itamfanya aweze kuelewa hata mifumo inakwendaje, taratibu zinakwendaje, kwa hiyo ataelewa. Kwa hiyo kama ukiweza kujielewa hapa, utaacha mambo ya kuzunguka zunguka huku na kule, huku na kule. Wewe nenda kanisemee, kafanye nini, kwa sababu ushajielewa, ushajitambua. Kwenye emotional intelligence kuna component nne. Kuna self-awareness. Intel kujitambua. Self awareness kujitambua, awareness wewe mwenyewe lazima ujitambue, ujue weaknesses zako, strengths zako, uko wapi unapaswa kufanya nini wakati huo. Kwa hiyo hii ukilink na mambo ya internship, lazima ujielewe wewe ni nani, uko wapi, na kwa nini unaenda kufanya internship na ndio maana kwenye tangazo nilisema wale waliochagua vituo na wako tayari kwenda kufanya mafunzo ya utarajali wanatakiwa waje hapa, kwa maana umekaa umejikagua umejielewa, ukasema kweli, sasa mimi niko tayari. Self awareness. La pili, self management, usimamizi binafsi. Katika level tuliofikia tunategemea tuwe na usimamizi binafsi. Ndio haya mambo tuliyokuwa tunaelezwa: kuwahi kazini, kuwa nadhifu, kuwa smart, kuelewa kwamba hapa sitakiwi kutoa e, sitakiwi kuaje hapa hapa ili niwaingie hawa hmm, natakiwa kwanza nisifie sifie kidogo alafu ndio nizungumze. Nisiende papara papara, nitatolewa nje. self management, usimamizi binafsi. Hiki kitu ni very important kwa sababu kinakujengea confidence. Ukijisimamia unakuwa na confidence kwa sababu unaelewa ni wakati gani nizungumze, wakati gani nisizungumze, ni wakati gani napaswa kwenda huku na wakati gani napaswa kwenda huku, wakati gani napaswa kwenda kufanya internship, wakati gani sipaswi, Badala ya kukwaza watu, kusumbua, kuzunguka huku na kule. Usimamizi binafsi ya tatu, social awareness, ufahamu wa kijamii. Huko tunakokwenda tutakwenda kuwakuta watu wana culture zao wana mitazamo yao wana mambo yao. Sasa usije ukafika ukasema aa, mimi ndio nimefika sasa. Unajua mimi ndio msomi nyinyi yani. Kwa sasa, sasa ndio nimekuja nime hey, nimekuja na mabega yangu mimi ndio mwenyewe. Eh, lazima uelewe, usome hivi hapa, culture yao iko vipi, nikitaka kuinstill changes niingilie wapi, kwa sababu sio kila mlango unaweza ukaingia ukaenda kufanya changes. Component ya nne ni relationship management, usimamizi wa mahusiano ya kijamii. Kuna watu wanapenda sana kutania wenzao, wao wakitaniwa wanapigana. Wadada Mi sisemi nayo huyo, hatusemi kwa nini? Ah, anasema sema sana, wakati wewe ndio uliyeanza. Kwa hiyo lazima kuwe na mambo ya relationship management. Na hata huko tunakokwenda tutawakuta warefu kwa wafupi, wanene kwa wembamba, weusi kwa weupe, watu na tabia zao lakini lazima ujue jinsi ya ku maintain hii relationship management. Kwa hiyo kwenye component ya emotional intelligence, ukishajitambua ukishaweza kujimanage, unakuja kwenye social awareness, relationship management. Emotional intelligence ndicho inachotaka ujitambue.